Uh, karibu katika chaneli ya Shaban Tech Swahili. Uh, kama unavokumbuka katika video zilizopita nilikuelekeza namna ya kutumia Canva, namna ya kudesign posta mbalimbali kwa kutumia Canva. Lakini sasa leo nataka nikuelekeze namna gani unaweza ukatengeneza YouTube thumbnail, uh, kupitia Canva. YouTube thumbnail manaake ni nini? Uh, ni lile cover la juu, uh, la video unaloliona pale kwenye YouTube mfano ili sasa mimi niende hapa YouTube. Nikishaenda YouTube uh, nitaona let's wait hapo. Ah uh, nimeingia hapa YouTube. Then hizi picha za juu zinazoonekana kwa mfano kama picha ya juu. Hii hii hii. Hii picha ya juu hii inaonekana hii. Naona eh? Hii picha ya juu inaonekana hapa kwenye video. Eh uh, kuna mwingine anaweza asiweke lakini let's say kwa mfano niende kwenye channel yangu mimi hapa. Tisee, kwa mfano hizi picha unazoziona juu ya hizo video sawa? A, hizo picha za juu hizo zote ndio tunaziita YouTube thumbnail. Kwa sasa nitakuelekeza namna gani kwa wewe ambaye unatengeneza hizo video za YouTube na kwa wale ambao wanatamani kuja kufungua YouTube channel kwa ajili na uh, ku, uh, ya kufundisha uh, vitu mbali mbali, unaweza kwa kutumia hizo uh, thumbnail. Kwa sasa kwa mfano unataka kutengeneza thumbnail, unataka utumie thumbnail kwenye video yako ya YouTube, sawa? cha kufanya natengeneza nenda, nenda Canva. uh, ina video inayohusiana na, uh, yeah, inahusiana na muziki uh, inahusiana na muziki. Sasa nataka niweke picha ya juu ya ile cover ya kwenye YouTube. Yani, video, video ya YouTube, music, music, YouTube YouTube Eh, po hapa thumbnail zitakuja zile cover za juu. Nimeelewa hii hapo, then nitaenda kwenye customize templates kama kawaida, kama kuna video zilizopita ambazo nilikuonyesha. Ukishaenda customize templates then hapo unaweza sasa ukafanya editing ya nini, ya thumbnail yako. Unaona kama mnakumbuka video zilizopita, nielekeza namna ya kufanya editing kwenye Canva. Sawa, nataka uyatoa ya maneno, uta double click kwenye haya maneno, nitaandika bali la right ehe, uta namna hiyo. Sisi hapa tuongea tu, like, kidogo, ili fit hapo kwenye ehe, maana tena itaisogeza kama hivi, sawa. Ta, eh, tutakai, hii ni thumbnail ambayo unaweza ukaitumia. Kumbuka hivi kuna vipimo tofauti tofauti, sawa, kwenye hizi ah, uh, design kwa design ya thumbnail Ugede, waga vipimo vyake tofauti na ukikutana na mtu ambaye ametengeneza posters au mtu ambaye ametengeneza banners, sawa? Kwa ndo mara mara nyingi unatakiwa makini sana unapotafuta hizi, ah, namna ile kutengeneza mwenyewe, unaweza kwa kusabi vipimo lakini kama ni mzoefu uh, unaweza tukatengeneza wewe mwenyewe kupitia Adobe Photoshop na design zingine, sawa? Kwa baada hapo unaweza, uh, uka edit namna nyingine una uka add picha ukafanya nini kama, uje, kama, kama, kama kama uko na video zangu zilizopita naomba kaangalie, ili uweze kupata idea, sawa. Jinsi ya kubadilisha background ya picha, hapa nionyesha tu mfano sawa. kwa hiyo hii ndio namna gani kwa mfano. uh, labda nataka thumbnail ambayo inahusiana na masuala ya mpira sawa, zenyewe vile vile, eh, vile vile, eh, kwa video hizi na zingine nyingi unaweza uh, uh, uka subscribe to my channel uka like, uh, uka uh, kuweza kuona video zangu. Asante sana.